Fikiria hili ukiwa kimya. Watu wanazungumza zaidi kuhusu wewe kuliko ukiongea. Wanaanza kujaza mapengo ya kimya chako kwa mawazo yao, na mara nyingi mawazo hayo ni makubwa zaidi kuliko ukweli. Kimya kinaweza kuwa silaha, nguvu na hata kivuli kinachowatisha wengine bila hata kupaza sauti. Leo tunafungua siri ambayo watu wachache sana wanaitumia, lakini ina uwezo wa kubadilisha maisha yako, kazi yako na namna unavyotazamwa na dunia. Ukimya sio udhaifu, ukimya ni udhibiti. Watu wengi wanapenda kuongea kupita kiasi, wakidhani kwamba maneno mengi yanawafanya waeleweki zaidi, lakini ukweli ni kinyume chake. Kadri unavyoongea sana, ndivyo unavyoachia siri zako, mipaka yako na nguvu zako. Ukimya unakupa nafasi ya kuwa juu ya hali, juu ya mazungumzo na juu ya utulivu na cha kushangaza zaidi, ukimya unawafanya watu wengine waheshimu uwepo wako bila hata kuwaambia kitu. Siri ya kwanza. Ukimya ni utawala. Watu wanaoongea sana hutoka nje ya mstari bila kujijua. Wanatoa maelezo mengi kupita kiasi, wanajibu maswali ambayo hawakuulizwa na wanajiondoa kwenye nguvu zao. Lakini mtu anayechagua ukimya, hata kama anajua mengi, bado anaonekana kuwa na ushawishi mkubwa. Unaponyamaza, unachagua kutotolewa nje ya mchezo. Unakuwa mtazamaji mwenye akili, anayejenga hoja kichwani badala ya kuzitapika bila mpangilio. Ukimya unaonekana kama utulivu, lakini ndani yake kuna nguvu kubwa ya kujisimamia na kutawala hisia. Siri ya pili: Ukimya unajenga siri ya kivutio. Watu hawapendi vitu visivyojulikana. Hii ndiyo maana mtu mwenye ukimya unaotoka kwenye kujiamini huwa anaonekana kuwa wa kuvutia zaidi. Hawajui unafikiria nini, hawajui mipango yako ni ipi, hawajui kiwango chako cha uwezo. Na pale ambapo hakuna taarifa ya kutosha, ubongo wa binadamu huanza kutengeneza hadithi. Hizi hadithi mara nyingi ni kubwa zaidi, nzito zaidi, na zenye nguvu kuliko uhalisia. Kwa hiyo ukimya wako unawafanya wakuchukulie kama mtu mwenye akili ya ziada, mwenye mipango mikubwa na mwenye nguvu ya ndani isiyotikisika. Siri ya tatu: ukimya unawabana wengine. Unapowaachia watu wazungumze, wanajifunua wenyewe. Unawapa nafasi wa kutoa udhaifu wao bila shinikizo. Wanadhani unawasikiliza tu, kumbe unawasoma. Katika mazungumzo ya kifamilia ya kazi ya biashara hata ya uhusiano. Mwenye ukimya mwingi anakuwa na nguvu zaidi kuliko anayeshika mdogo wa mazungumzo, kwa sababu anayezungumza zaidi ndiye anayetoa siri nyingi zaidi. Ukimya unafanya watu wahisi shinikizo bila wewe kusema neno. Siri ya nne: ukimya ni ngazi ya nguvu katika mazingira ya kazi na biashara. Katika ofisi, kwenye mikutano au kwenye maamuzi makubwa watu wanaochagua kuongea pale wakati unaofaa pekee wanamheshimika zaidi. Watu kama hawa huonekana wameshiba maarifa, wamekomaa na wana uzito wa mawazo. Kwa kadri unavyoonyesha kuwa hutupi maneno ovyo, watu wanapima uzito wa kila unachokisema. Kila neno unalolitoa linakuwa na thamani kubwa kama dhahabu. Hata kama hujui kila kitu ukimya wako unawafanya wale wanaokuzunguka waamini kuwa unajua zaidi yao siri ya tano ukimya unalinda nguvu yako ya ndani wakati watu wanakupotezea kukujaribu ama kukukasirisha ukimya unakuwa kinga ya hisia zako kutokujibu haraka kutakufanya uonekana mtulivu mwenye hekima na mwenye uwezo wa kutawala miemko yako Kwani tabia ya kujibu kila kitu mara moja mara nyingi hutoka kwenye hasira, si busara. Lakini unaponyamaza unachagua kutokuburuzwa, unachagua kuwa juu ya mchezo. Mfano halisi wa maisha ya kila siku katika maeneo ya kazi, familia, biashara na hata mitaani, mtu anayechagua kuongea pale inapohitajika tu huonekana mwenye hadhi ya juu. Anaonekana kama mtu hatabiriki. Kila mtu anabaki na swali kichwani: anafikiria nini? Swali hilo peke yake linatosha kuwafanya wakuheshimu zaidi, wakuchukulie kwa uzito, na wakati mwingine hata kukuogopa kidogo. Ukimya unatengeneza shinikizo lisiloonekana, na watu wanapohisi shinikizo, wanakuheshimu bila ubishi. Jinsi ya kutumia nguvu ya ukimya katika maisha yako: moja, zungumza pale tu unapokuwa na ujumbe muhimu. Maneno yako yawe katika wakati unaofaa na kwa uzito sahihi. Mbili, sikiliza zaidi kuliko unavyozungumza. Utakusanya nguvu ya maarifa ya wengine bila kutumia nguvu yako. Tatu, usijibu haraka hata kama unahisi shinikizo, pumzika, fikiria, kisha toa majibu yenye utulivu. Nne, tumia ukimya kama zana ya kuonyesha hadhi. Ukimya wa ujasiri unazungumza zaidi ya maneno elfu moja. Ukimya sio udhaifu, ukimya ni busara, ukimya ni mbinu, ukimya ni kinga, ukimya ni nafasi yako ya kujenga heshima bila kuomba heshima. Watu wengi duniani wanapoteza nguvu zao kwa maneno yasiyo na mpangilio, lakini wachache wanaotumia ukimya huonekana kama milima wakubwa, wagumu na wa kuheshimika. Ukichagua kuwa kimya kwa akili, dunia itakupa nguvu unayoitafuta . Chagua ukimya unaojengwa na hekima. Chagua kuwa mtu anayeheshimika bila kupiga kelele. Chagua kuwa mtu anayesikiliza, anayetazama na anayeongea pale inapobidi. Hapo ndipo utakapogundua kwamba silaha yako hatari zaidi haikuwa sauti yako bali ilikuwa ukimya wako.